Yoyote awe msanii awe mwanariadha mtu yoyote aliyefanya jambo kubwa kwenye taifa. Sasa tunapokuja huku ndani sisi wa bunge e, kualika watu kuja bungeni ni moja ya ahadi tunazozitoa wakati tunatafuta kula. Sasa jiulize, mheshimiwa spika, kilomita zaidi ya mia tisa unamtoa mtu Geita huku unamleta bungeni anapata baridi hapa, na Sumbawanga huko mbali anapigwa baridi hapa. Halafu, anamaliza anaondoka tu kama group la mbuzi. Hapana mheshimiwa spika, nilikuwa nadhani mheshimiwa spika, tulivyokuwa zamani tuendelee vile vile. Kama ni swala la muda, kama alivyoeleza mtoa hoja naibu spika, kama ni swala la muda, humu ndani bungeni tuna kantini tunatoka saa saba na humu tuna madaktari wa binadamu. Muda wa kupumzika binadamu unaanza saa nane baada ya kula mtu anaenda kupumzika. Nikushauri mheshimiwa spika, kama swala ni muda, tusogeze kutoka saa saba twende saa nane kwa sababu humu ndani tuna muda wa chai, tuna kantini, tunaruhusiwa tuna chakula, mtu utaenda saa nane tufunge halafu tukapumzike masaa mawili. Tunatoka humu saa saba unalala kwanzia, unalala kwanzia saa nane Tarifu, saa tisa saa kumi hadi saa kumi na moja mheshimiwa spika Mheshimiwa Musukuma kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Francis Mtinga. Naomba nimpe taarifa, mzungumzaji anazungumza vizuri sana, naomba tu nimpe taarifa kama ni swala la muda, badala ya saa nane tunaweza tukarudi hata saa kumi badala ya saa kumi na moja. Nipe taarifa sasa. Mheshimiwa Musukuma unapokea taarifa hii? Na, naipokea Mheshimiwa Speaker. Kwa Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa ya bunge hili sisi tumelikuta bunge hili lina hizi kanuni, tunaenda tunabadilisha, lakini nilikuwa naomba sana Mheshimiwa Spika ushauri wangu kwenye hili tuendelee na utaratibu wa kutambulisha wageni wetu. Kwanza ni heshima, unaleta wageni watano kutoka jimboni kwako, kwa sababu yeye hawezi kuwa mbunge, lakini alikupigia kura Watanzania na wanajimbo wenzio wakimwona, alialikwa ametambulishwa, naye ameniga katai kama kakasarali, inampa heshima hata kwenye, kwenye jamii kule kwamba anatambuliwa na mbunge wake. Kwa hiyo nilikuwa nashauri sana Mheshimiwa Spika, kama swala letu ni muda, kama tatizo ni muda kwamba tunabanwa muda tutoke saa saba tuondoke bungeni saa nane Mtu anayepata njaa unaenda kantini unarudi, muda wa saa moja utaendelea kutupa huduma yetu ya kutambulisha wageni wetu. Mheshimiwa Spika, lingine mheshimiwa spika sikuliona, lakini naomba nishauri, naomba nishauri mheshimiwa spika, sisi humu ndani sio wahuni, ni waheshimiwa. Tuna familia kama jinsia ya kike ana mume wake wa kiume ana mke Mheshimiwa spika, sisi tumepewa heshima ya kupita VIP. Lakini nataka kujiuliza ukienda pale VIP mkishuka kwenye gari, kama huna hela inabidi mgawanyike, mwanamke apite huku, wewe upite huku, na sisi, ili upate kula lazima kuna mme nyuma au kuna mke nyuma yako. Sasa mheshimiwa spika, sioni kama wenzetu walitengeneza utaratibu mzuri, na sijui kwa nini, kwa sababu ni bunge. Nilikuwa nashauri mheshimiwa spika, ile heshima ya VIP hasa kwenye hizi sehemu tunazopita ni mbaya sana kumtenganisha mtu na mwenzi wake, kwa sababu pengine tunafinya nini? Mimi sielewi. Sisi tumefunga ndoa, tumeambiwa mtakuwa mwili mmoja, tukifika kwenye VIP tunakuwa miili miwili. Mheshimiwa Spika, nilikuwa na shauri sana kwamba hii heshima tuliyopewa ya VIP iende kote kwa mtu aliye mwe, na mwenzi wake, ambaye hana mwenza atapita peke yake, kunitenganisha mimi na mke wangu tunakuwa pia tunakiuka maadili ya ndoa ambayo mimi nimeapa kuyalinda kama nilipo hapa kwa hapa bunge. Swala lingine mheshimiwa, ni swala la muda. Kwenye kanuni kwe inasema tutachangia kwa dakika kumi, lakini kwa uzoefu tumeona mara nyingi ukichangia tu zikifika saba, sasa sijajua kakengele huwa kako wapi, kanalia Saa nyingine hata tano tu. Sasa sijaelewa labda kama umetoka kwenye mada kanabonyezwa. Nilikuwa nashauri mheshimiwa spika, kwa sababu kanuni imetaja dakika kumi, anayekaa kwenye kiti anajua, dakika kumi zangu nitazigawa kwa watu sita, sio lazima wote tuongee. Kiukweli muda wa kuchangia ndo, swa, ndo mda hasa wa kueleza matatizo ya wananchi wetu. Unapochangia dakika tano, unajitambulisha na kumpongeza spika, kengeri imelia. Kwa hiyo wale waliofikiria dakika kumi mpaka kumi na tano, mheshimiwa spika. Ninadhani tungeendelea kuziacha zibaki pale. Wale ambao watakosa nafasi siku hiye wachangie siku inayofuata. Mheshimiwa Spika, na mwisho